Nirudie kwamba lengo letu katika madhabahu hii ni mtu mmoja ifikirie toba ya kweli. Kama anapotea apotee yeye binafsi, lakini ameuelewa ule ukweli. Na tena la pili, hatuna lengo la kujaza watu kusudi tupate sadaka. Ah, ah. tuna lengo watu waifikirie mbingu kwa hiyo hatuna lengo watu wajazane waonekane kama kajengo kamekuwa kadogo, tupanue, lakini humo ndani hakuna anayejua kweli, humo ndani hakuna atakaye ilizi mbingu. Hapana, tunataka hata kama ni wawili, tukifika mbinguni, hata yule anayeongoza mali hapa apate thawabu yake, kwamba hongela kwa kuongoza watu katika njia ya haki. Bwana Yesu atusaidie sana ambavyo wengine wanalengo wajaze watu, wakishajaza watu wapate sadaka ya tatu, wapate umaarufu kwamba mchungaji fulani anawashirika wengi. Lakini mndani mwake askofu wake alione fungu la kumi limetumwa kubwa na yeye mhusika aliyebaki baki, anasema sisi ha, hatuko hivyo sisi hatuko hivyo. Tunalenga mtu aifikirie kweli. Sasa Ukristo wa leo umekuwa na changamoto. Ukristo wa leo umekuwa na matatizo. Ukristo wa leo ukiwatafuta watu wa nje na wa kanisani, hupate tofauti. Wanafanana kutembea, wanafanana hata kuvaa, wanafanana hata ku kila kitu. Kwa hiyo ukiwakuta wanaocheza Diamond na humu kanisani wanacheza. Sasa tunataka tuone kwamba ni kwa nini imekuwa hivyo, na hata upo shida kwa watu kwa sababu watu wameleta mazoea ne, mbele za neno la Mungu. Kwa hiyo pointi ya kwanza tumesema, utasoma Zaburi ya 119 mstari wa 161 na, na moja, hadi 62. Zaburi ya 119 mstari wa 161 hadi 62. Lakini utaongezea Marko sura ya sita mstari wa kwanza hadi wa sita Marko sura ya sita mstari wa kwanza hadi wa sita Tunaenda sasa katika mafafanuzi. Mafafanuzi ni kwamba mazoea hupunguza heshima ya neno la Mungu. Unapokuwa na mazoea mbele ya neno la Mungu au katika neno la Mungu, kitu cha kwanza utakachopata hasara yake, utapunguza heshima ya neno la Mungu kwako. Yaani, watu wakikutazama, hata ukiwasalimia Bwana Yesu asifiwe, haina mantiki kwao, haina uzito kwao, haina uvuvio kwao. Watakukubalia kwa sababu wanakufahamu. Wakikataa, utawafikiria vibaya. Unajua, kuna mtu unaweza ukamsalimia ila tu kwa kukuheshimu akaitika Bwana Yesu asifiwe, amina, lakini moyoni mwake hajaridhia kwa kile unachokifanya, na ukisema muda huo wewe ni mkiristo. Bwana Yesu atusaidia sana. Eh, kuna watu kabisa anakuwa nakukubalia, lakini moyoni mwake nasema, ninaomba kwa sababu ni jirani yangu tu, lakini ukitafuta Ukristo wake siuoni. Bwana Yesu atusaidie, kama ulikuwa ulifahamu hilo. Lakini kitu kingine unapofanya mazoea katika neno la Mungu heshima ya kiroho hupungua taratibu. Tunazungumza heshima ya kiroho ni kwamba nguvu za roho Mtakatifu zinaanza kunyovolewa kimoja baada ulikuwa unaomba kwa dakika kumi zinabaki dakika moja, unabaki kusema asante Yesu, unalala ulikuwa una karama ya ushauri inaondoka, inabaki karama ya hasira au ya mafengeni. Heshima ya kiroho inapungua taratibu, heshima ya kiroho inapungua taratibu. Pointi ya tatu, unasikiliza, unasikiliza neno bila umakini wala hofu ya Mungu. Unasikiliza neno bila umakini wala hofu ya Mungu. Yaani wewe utakuwemo kanisani lakini neno linaingia na, na kutoka halikai. Unasikiliza neno bila umakini wala hofu ya Mungu. Unaweza ukachati uka, uka na simu, unaweza ukafikia na mtu hapo pembeni, unaweza ukatoka ukapiga simu, unaweza ukaamua kutoka ukasimama tu kama unaisha hapa karibu, unaweza ukaamua ukaenda ukachochea maharage ukarudi, vyovyote vile, unasikiliza neno lakini ha, halina umakini kwenye maisha yako, bila umakini wala hofu ya Mungu. Lakini pointi ya nne ni kwamba neno halitagusa moyo wako unapokuwa na mazoea katika neno la Mungu. Hasara itakayotokea ni kwamba neno halitagusa moyo wako, neno halitagusa moyo wako. Badala yake wewe utaguswa na kuimba kwaya, utaguswa labda na kusifu, kwa sababu nilikucheza huko. Lakini uelewe wanaocheza au wanaoimba kwaya mara nyingi huwa kama hawajajisimamia ndio wanaondoka kwenye mikutano, maana yake neno halimo ndani mwao ni wachache sana ambao huwa wanafanya hivyo vitu na nguvu ya Mungu ikatembea kwao. Wengi huwa wanamaliza vibaya, kama ni mabinti wanatoroshwa, kama ni vijana wanatorosha, kwa sababu huwa hawagusi na neno kwenye mioyo yao. Kwa hiyo hasara ya mazoea katika neno la Mungu, kitu kingine kitakachotokea, utii unapotea pamoja na heshima Yaani wewe hauwezi ukawa na, na utii wa neno la Mungu. Utii unapotea pamoja na heshima, neno la Mungu linakupotea kwako, una hauwezi ukatii, hata kama watasema usafi, hata kama watasema ndio tu, leo tunafunga, hata kama wanasema leo tunataka kukutana sehemu fulani, hata kama watasema una hata labda mchango. Kuna mwingine anaweza atakasafi na kaacha wewe mchango hapo, hana ajui, hata kama akaahidi na kongo hawezi kuelewa kwamba nimetoka kwenye madhabahu ile nikiwa nina nadhiri na inaweza ikanifunga. Utii unaondoka pamoja na heshima yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kuna hasara kubwa, wana wa Mungu, katika kizazi hiki cha kidijito kitakupa changamoto. Tunahitaji sasa kuwa makini. Bwana Yesu atusaidie sana. Unahitaji kuwa makini. Utii unaondoka unakuwa ibadani vivyo hivyo, wako ibadani wengine wanatembea yani, hata mtu akiwa hapa karibu anashindwa kuelewa hii leo ni ibada au vivi. Mbona si naona watu wa nje, ni sio haja haja, wanaenda watatu, watano. Utii unaondoka. Bwana Yesu atusaidie saa. Utii unaondoka, utii unaondoka, utii, utii unaondoka kwenye maisha yako ya kiroho hasara ya mazoea katika neno la Mungu: mazoea huua imani yako. Hiyo ni pointi kubwa. Hizi zingine zilikuwa ni pointi ndogo za pointi kubwa ambayo inasema mazoea hupunguza heshima ya neno la Mungu, lakini pointi kubwa sasa ya pili, mazoea huua imani yako, imani yako itakufa wewe kwenye ulimwengu wa macho na nyama, watu watakuona kwamba wewe unasali lakini ndani mwako imani ilishakufa. Wewe ni mpagani mstaarabu. Unajua mpagani mstaarabu hawezi kunywa pombe, unamuona anakunywa pombe usiku, amelala, ananunua shinwaa anakuja nayo anafanya anakunywa, nalala naamka, Bwana asifiwe. Mpagani mstaarabu ambaye imani imekufa anaweza akafanya anasa zake, kesho namuona vile vile. Huyo anaitwa mpagani mstaarabu ambaye imani yake imeisha kufa. Kwa hiyo hasara ya mazoea katika neno la Mungu, pointi kuu ya pili uzogu: mazoea yanaua imani yako, hakuna matarajio ya Mungu kutendeka kwako Yaani, unapokuwa ume-, ume hatari inayotokea, hakuna matarajio yatakayotendeka kwako kwenye maisha yako ya kiroho. Hata kama utaombea mtu usitarajie atapona. Hata kama kuna changamoto unaifikia, labda tuseme kwa mfano, kuna budi amekaa juu ya nyumba, hata kama utaomba haondoki. Usitarajie vitu vikutendeka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Usitarajie vitu kutendeka kwako, havitafanyika kwako vitu vya muhimu. Lakini kitu kingine ni kwamba unasikia neno bila imani hai, yaani unajua kusikia neno bila imani hai, yaani unalisikia neno, ni kama umekaa sehemu, lakini hakuna kitu kinachoingia kwako. Unasikia neno bila imani hai. Bwana Yesu asifiwe, unasikia neno